Muendelezo wa kampeni za uchaguzi mkuu kwa mwaka 2025 hapa katika jimbo la Shinyanga mjini, ambapo ameshuhudiwa hapa katika kata ya Ngokoro eh, iliyopo ndani ya jimbo la Shinyanga. Mgombea kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Bi Jacqueline Salo akiendelea na mikutano ya kampeni, lengo hasa ni kuendelea kuwaomba wananchi wa kata hii kwenda kumpa ridhaa ya kuongoza serikali katika kipindi cha miaka mitano. Alikuwa na mengi ya kuzungumza, lakini haya ni machache kati ya yale ambayo yazungumza amani ya nchi hii tulinde. Wanawake wenzangu, ninawaomba msiingie katika mtego wa kudanganyika. Waanga wakubwa na waasilika wakubwa ni mama na mtoto. Baba atakwenda kama alivyo, lakini mama, kila ukitaka kukimbia nyuma, una watoto sita watakulilia Shike, wala msifadhaike kuingia kwenye migogoro ya kutaka kutokuleta amani katika nchi yetu. Ndugu wananchi wenzangu wa kata ya Ngokoro, hususan mtaa wa Mwinamila, changamoto nyingine ambayo mnaipokea kila siku kutoka kwa wananchi wa mtaa wa Mwinamila, ninajua kabisa mzabuni wataka kwetu amekuwa ni changamoto mzabuni wataka mimi ni waombe, tutakwenda kukaa meza moja, tutalishughulikia na ninaamini kama Watanzania waelewa na yeye atakuelewa wananchi, na ninaamini tutakutana naye kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, kama walivyosema wenye viti wa serikali za mtaa nie ka sababu ukikaa ndani maendeleo hayatakuja, hivyo nimewaomba kwenye vizi kote lilipopita, kila baada ya miezi mitatu tutakuwa tunashuka chini kuja kukutana na wananchi. Kwa hiyo pia ni waombe wananchi wenzangu, pindi mnaposikia mikutano tunawaombeli muhudhurie kwenye mikutano ili tujue tunakukale kwenda kuijenga Ngukolompya peke yangu pamoja na wenyeviti wangu hatutaweza. Kwa hiyo ndugu mwananchi, ukisikia leo kuna mkutano Mwinamila, tunaomba tuje tukae kwa pamoja, ili wewe uweze kutusaidia na sisi tuweze kwenda kuyabeba kwenda kuyafikisha serikalini, serikali iweze kutusaidia. Naye mwenyekiti wa CCM wilaya ya Shinyanga mjini bwana Arnold Makombe, alikuwa ni mmoja kati ya viongozi wa chama cha mapinduzi ambao walikuwa hapa katika huu mkutano. Lengo hasa ni kuendelea kunadi sera za chama cha mapinduzi. Alikuwa na mengi ya kuzungumza, kati ya hayo aliyazungumza mengi, lakini aliweza kugusia swala zima la kwenda kukiunga mkono chama cha mapinduzi. wameongea waliotangulia, usitishwe na mitandao yanayosikika kwamba hakuna uchaguzi, kuna maandamano. Wewe inuka ukapige guo. Naye mtangulizi wa Bi Jackline Isalo katika upande wa chama cha mapinduzi kupitia eh, kata hii ya Ngokoro, bwana Victor Mkwizu alikuwa ni mmoja kati ya kiongozi ambaye aliweza kukinadi ama kunadi sera za viongozi mbalimbali wa chama cha mapinduzi ikiwemo nafasi ya diwani, mbunge pamoja na rais. Alikuwa na mengi ya kuzungumza, na haya ndiyo ambayo tuliahidi aliyazungumza. Tuliahidi mwaka 2020 kwa kipindi cha miaka mitano na mpaka kipindi cha miaka mitano kimepisha, yametekelezwa kwa asilimia zaidi ya tisini na tano, na ni sababu hizo zinazotufanya wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi na viongozi tusimame hadharani kifua mbele kukiombea chama chetu kura, kwa sababu yale tuliyoyaahidi yote kwa wananchi tumeyatekeleza kwa kiwango kikubwa kinachokubalika. Kila mmoja tutaongea la kwake, kila mmoja atazungumza la kwake. Jamani, tunaombeni ni amani, maana kila mmoja atasema, kutakuwa kutakuwa na hivi kutakuwa na hivi. Jamani, tunaombeni ni utulivu. Mimi ndio yangu hayo. Naona mahudhurio ya wananchi kiasi, wanauzisha kipindi cha nyuma walikuwa wanakuta sisi CCM wakisimama kuongea hauani wananchi, nasasaibu wananchi wameitika viongozi wetu wa vyama mbalimbali, naona saa hii ku, kuna amani. Kwanza kabla vyote kuna amani, afu pili naona wanaongea maneno mengi, lakini kuna wengine wana wana dhihaki chama sawa, lakini kikubwa sana kuna amani, na hayo ndiyo ambayo yameendelea hapa katika mkutano wa CCM katika nafasi ya diwani kutoka katika kata hii eh, ya Ngokoro na jina langu ni Agostino Daudi kutoka Shinyanga.